Kuna madai anawekwa hapa, anasema kwamba baada ya ulijua ana na mke wake na familia yake, na ukakubali Mw. kupata ujauzito wake, na baadaye ukamwambia ni mtoto tu ulikuwa unatafuta na utaweza kujisimamia mtoto akizaa. Ni sasa hapa tutakusaidia vipi, Simon? Yes. Wa, wa, hmm, maybe... pa, asaidie mtoto. Mtoto ana miaka mingapi? Saizi ana miaka miwili eh? Ako na miezi tatu. Kwani umezaa lini? Ni mwezi wa tisa last year, oh, tisa uh, 29, ulizaa 19 uh, 2019, eh? uh. Mtoto wa kike wa kiume? Wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Sela. Sela. Uh. Oh, wow. So sasa hivi uko nyumbani na uh, bado hujarudi kazini eh? Unafanya kazi gani? Mimi ni fundi wa nguo. Unashona nguo eh? Uh. Okay, Simon, yeah? Mi nitakushauri kitu kimoja, maanake pia mimi ni mzazi na watoto watatu Hmm. Na hakika leo hii sijui naweza kufanya nini. Wapo baba watoto atakuja kukataa watoto wake na sije kuwaona kabisa. Kwa kweli, mtoto amepatikana. Wewe ulitoka nje ya ndoa yako makosa, huyu dada kuingia katika ndoa ya wenyewe pia makosa, lakini kuna mtoto amepatikana hapa, ambaye kwa kweli anahitaji mapenzi na upendo kutoka kwa wazazi wote wawili. Unajua, mimi mimi mimi mwanzo nilikuwa nimemwambia naona Halafu mimi niko na mke na watoto wawili ok, kama eh, sina sin, sin jukumu ya, ya, ya watoto mm, hawa watoto ambao ninarea, singekuwa ninawalea ok, na mm, sasa jukumu ingine mimi mm, sitaweza na nilimwambia hata mwanzo Unaona mm. nikamwambia, nikamwambia mimi majukumu zingine juu yeye alikuwa na alikuwa na na naa na, alikuwa na, na, amenieleza atapata mtoto, anapata mtoto, mimi nikamwambia, majukumu zingine za mtoto mimi sitawe lakini sitaweza. Simon, kama kwa kweli ukutaka yeah, majukumu, mbona hukutumia kinga usimpachike ujauzito? Nilitumia kinga, na kwanza hata hata hata hiyo ili, ili, alikuwa na maisha yangu mm. Kwa sababu vile alifanya, si mtu mzima mm. vile alifanya hiyo hiyo hiyo kinga ikapasuka, yeye mwenyewe ndi alijua, unaona eh? mm. mi nilisikia venye alifanya, alikuwa tu, in fact nilikuwa worried kwa sababu mm. nilikuwa na jikinga mm. juu ya maradhi na, na na mambo zingine unaona mm. mm. e, vile alifanya akapasua hiyo hiyo hiyo kinga, yeye mwenyewe anajua venye yeye alifanya bes Oh, kuna madai hapa, mtu ilikuwaje? mtu yeye ni mwongo. kondom ilipasuka vipi ukapata mimba? ni mwongo yeye, ndiye aliniambia pia hawezi tumia. Kwa hivyo hamkutumia condom usiku wa kupata mtoto?